Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Santi Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo ijumaa juma la kwanza, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. masomo ya leo Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samweli sura ya nane, aya ya nne hadi ya saba, na aya ya kumi hadi ya ishirini na mbili. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya pili, aya ya kwanza hadi ya kumi na mbili. Karibu tusikilize injili. Somo la injili kama ilivyoandikwa na Marko. Baada ya siku Yesu akaingia tena Kapernaumu. Ikasikiwa ya kwamba Yesu alikuwa nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu wanne, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, waliitoboa dali pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi wakifikiri fikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru! ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia Mbona mnafikiri hivi ivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema, ondoka ujitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo amwambia yule mwenye kupooza na kuambia ondoka ujitwike godolo lako uende nyumbani kwako. Mala akaondoka akajitwika godolo lake akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Neno la Bwana. Sifa Ndugu mpendwa katika Kristo, katika injili ambayo tumetoka kuisikia hivi punde, ningependa tuongozwe na ujumbe unaosema imani yenye matendo. Injili ya leo inatualika kutafakari kwa kina juu ya imani ya kweli, imani isiyobaki katika maneno, bali ni imani inayotenda. Simulizi la mtu aliyepooza aliyeletwa mbele ya Yesu linatufunulia sura halisi ya Injili: Mungu anayejali, anayesamee na anayerejesha uhai wa mwanadamu kikamilifu. Huu si ujumbe wa zamani tu, bali ni neno hai linalogusa moja kwa moja hali ya maisha tunayoishi leo. Watu walikusanyika kwa wingi kiasi kwamba hapakuwa na nafasi hata mlangoni. Wote walitaka kumsikia. Taswira hii inafanana sana na hali ya nyakati zetu ambapo watu wengi wamebeba mizigo mizito ya maisha, hofu ya kesho, changamoto za kiuchumi, magonjwa yasiyotabilika na misukosuko ya kifamilia. Watu wanatafuta mahali pa kusikia neno la faraja ukweli na tumaini. Injili hii inatuonyesha kwamba pale Yesu anapokuwepo watu wanakusanyika kwa sababu ndani yake kuna uzima. Lakini pia umati ule ulikuwa kizingiti kwa wengine. Kulikuwa na mtu aliyekuwa anahitaji Yesu zaidi ya wote, lakini hakuweza kumfikia kwa sababu ya msongamano wa watu. Hapo injili inatuonya, tunaweza kuwa karibu na mambo ya Mungu, lakini tukawa kikwazo kwa wengine bila hata kutambua. Mtu aliyepooza hakuwa na uwezo wa kusimama wala kujisaidia yeye mwenyewe, alitegemea kubebwa. Leo hii hali kama hii inaonekana wazi katika jamii zetu. Kuna watu waliopooza, si kwa mwili tu bali pia kwa matumaini. Wapo waliovunjwa moyo na hasara zisizotarajiwa, wapo waliodhoofishwa na magonjwa ya muda mrefu, wapo waliokata tamaa kwa sababu juhudi zao hazizai matunda. Wengi hawawezi hata kusema wanachopitia, wanasubiri mtu awaone na kuwabeba. Watu wanne waliombeba yule mgonjwa hawakumwacha Walikataa kurudi nyuma, walipanda juu ya paa, walilipasua wakamshusha yule mgonjwa mbele ya Yesu. Hii ni picha ya kanisa linaloishi Injili, kanisa lisilokata tamaa, kanisa linalothubutu kuchukua hatua hata pale njia zilizozoheleka zinapofungwa. Katika maisha ya sasa, hii ni imani ya wale wanaosimama kusaidia walioathiriwa na majanga imani ya wanaosimamia waliodhulumiwa, hata kama ni hatari, na imani ya wanaoendelea kuwa waaminifu hata pale mazingira yanapowasukuma kufanya kinyume. Yesu alipoiona imani yao alisema, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Kauli hii inatushtua. Yesu wa kwanza na miguu, alianza na moyo. Hapo tunafundishwa kwamba chanzo cha majeraha mengi ya jamii si ukosefu wa rasilimali pekee, bali ni dhambi binafsi, tamaa ya mali, kukosa uangalifu na kupuuza haki. Tunaweza kushuhudia maendeleo ya nje, lakini ndani ya mioyo ya watu ikaendelea kuwa wagonjwa. Yesu anatualika leo tutambue kwamba msamaha na toba ni nguzo ya uponyaji wa kweli, kwa mtu binafsi na kwa jamii nzima. Waandishi wa sheria walikuwapo wakifikiri mioyoni mwao kwamba Yesu anakufuru. Walikuwa walinzi wa sheria, lakini hawakuwa walinzi wa uwayo mwanadamu. Hii ni onyo kwetu sisi waumini tunaoweza kujistiri nyuma ya taratibu kanuni na nafasi zetu tukasahau huruma. Tunaweza kuona mateso ya watu, lakini tukanyamaza kwa sababu sio jukumu letu. Yesu anavunja mtazamo huu na kutukumbusha kwamba mbele ya Mungu uhai wa mwanadamu una thamani kuliko mifumo yote. Yesu anapomwambia yule aliyepoza, simama, chukua kitanda chako, uende nyumbani, Anampa mtu yule uhai mpya pamoja na wajibu mpya. Hakumruhusu abakie chini. Hii ni Injili ya matumaini. Mungu hatuondoi katika dhambi ili tubaki wategemezi, bali ili tuwe watu wa kusimama, kutembea na kubeba wajibu wetu katika familia, jamii, hata nchi yetu. Leo hii sauti hiyo hiyo ya Yesu inatuita: baada ya kupokea rehema, simama baada ya kusamehewa, anza upya. Baada ya kuponywa, kuwa chombo cha uponyaji kwa wengine. Ndugu zangu, watu wote walishangaa na kumtukuza Mungu akisema, hatujapata kuona namna hii kamwe. Hii ndiyo kazi ya Kanisa katika nyakati zetu, kuwa mahali ambapo watu wanashuhudia mabadiliko ya kweli, si kwa maneno matupu bali kwa maisha yanayobadilishwa. Injili ya leo inatualika tuishi imani yenye matendo, imani inayobeba wengine, inayovunja vizingiti na inayomfikisha kila mmoja mbele ya Yesu Kristo, chanzo cha uzima wa kweli. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Rogelius Niwemgis wa shirika la wamisionari wa Damu Takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Deli Buffalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!